Katika dunia ya sasa, wanasayansi wanajitahidi kuvunja mipaka ya teknolojia kwa kuunganisha akili za binadamu na kompyuta, jambo ambalo limetia shauku ya kipekee kwa wataalamu na wanazuoni wengi sana duniani. Teknolojia hii inayoitwa Brain Computer Interface, BCI, inatoa fursa za kipekee kwa kuboresha afya, kuongeza uwezo wa akili za binadamu na kubadilisha ya jinsi tunavyotumia teknolojia. Katika makala hii, tutaangazia baadhi ya wanasayansi na kampuni zinazoongoza juhudi hizi ikiwa ni pamoja na mafanikio waliyoyapata na changamoto zitokanazo katika kuunganisha akili za binadamu na kompyuta. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Namba moja ni teknolojia ya Brain Computer Interface, BCI BCI. Teknolojia hii inaruhusu uhusiano wa moja kwa moja kati ya ubongo wa binadamu na kompyuta au vifaa vingine vya kielektroni. Teknolojia hii inahusisha utumiaji wa mawimbi ya ubongo ambayo hutafsiriwa na kompyuta ili kugundua na kudhibiti shughuli za ubongo. Kwa kupitia BCI, watu wanaweza kudhibiti vifaa kama vile kompyuta, magurudumu ya viti vya magurudumu au hata robots kwa kutumia mawazo yao pekee. Teknolojia hii inawezesha watu wenye ulemavu kudhibiti vifaa vya kiteknolojia kwa kutumia mawazo yao tu bila haja ya kuwasiliana kwa njia ya kimwili. Hii ni hatua kubwa kwa ajili ya watu walio na ulemavu wa kimwili, kwa kuwa inawawezesha kufikiwa kiwango cha juu cha uhuru wao. Namba mbili ni teknolojia ya Neuralink ya Elon Musk, mmoja wa wanasayansi maarufu zaidi anayejitahidi kuunganisha ubongo wa binadamu na kompyuta ni Elon Musk ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Neuralink. Neuralink ni kampuni inayolenga kutengeneza kifaa kidogo kinachoweza kuunganishwa kwenye ubongo na kutuma mawimbi ya ubongo kwa kompyuta au vifaa vingine. Lengo la Neuralink ni kutatua matatizo ya kiafya kama vile paralysis kwa kutoa njia mbadala za matibabu na hatimaye kuboresha uwezo wa ubongo wa binadamu. Katika baadhi ya Bio, Neuralink ilionyesha uwezo wa kudhibiti mifumo ya ubongo kwa kufunga nyaya nyembamba kwenye ubongo na kutumia mawimbi ya ubongo kwa kompyuta. Uchunguzi wa mwisho ulikuwa ni kutengeneza kifaa kidogo ambacho kinaweza kutumika kufanya shughuli nyingi kwa njia ya mawazo. Hata ingawa Neuralink bado iko kwenye hatua za awali, lakini kampuni hii imeanzisha utafiti wa kina na kumwondoa mtu yeyote na matatizo makubwa ya ubongo kutoka kwenye hali ya kukosa matumaini. Namba tatu ni utafiti wa wanasayansi wa ubongo katika chuo kikuu cha Harvard. Chuo kikuu cha Harvard ni moja ya taasisi kubwa zinazochunguza utumiaji wa teknolojia ya BCI kwa ufanisi mkubwa zaidi. Wanasayansi katika idara ya neuroscience ya Harvard wamekuwa wakifanya tafiti za kutambua jinsi ubongo unavyofanya kazi wakati mtu anapokuwa na mawazo fanya kazi au anapozungumza. Kwa kutumia teknolojia ya neuro imaging, wanasayansi hawa wanachunguza na kuchambua mawimbi ya ubongo ili kuelewa mfumo wa akili za binadamu na jinsi ya kutumia mawimbi haya kwenye mifumo ya kielektroni. Kwa mfano, tafiti hizi zinaonyesha kuwa kwa kutumia mawimbi ya ubongo, wanasayansi wanaweza kuelewa jinsi tunavyofikiria, tunavyofanya maamuzi na hata jinsi tunavyoshirikiana na vitu vya nje. Hii ni hatua kubwa katika kuelewa kinachofanyika ndani ya akili za binadamu na kuzitumia maarifa hayo kuboresha teknolojia ya kompyuta. Namba nne ni teknolojia ya neuro decoding na mind reading. Moja ya tafiti zinazoendelea kuhusu uhusiano wa akili za binadamu na kompyuta ni neuro decoding. Tafiti za neuro decoding zinahusiana na uwezo wa kutafsiri mawimbi ya ubongo na kuelewa mawazo ya mtu kwa kutumia ya BCI wanasayansi wanajaribu kutengeneza mifumo inayoweza kuelewa mawazo ya mtu kwa usahihi bila ya kutumia maneno au michoro. Kwa mfano, wataalam wanachunguza namna ubongo unavyotengeneza picha au mawazo na kama ni rahisi kuweza kutafsiri mawazo hayo kwa njia ya kielektroni. Hii ni hatua kubwa kuelekea dhana ya mind reading, ambapo mawazo ya mtu yanaweza kutafsiriwa na kompyuta tu, ingawa bado ni pema sana lakini tafiti hizi zinatoa matumaini ya kutengeneza mifumo ya kisasa inayoweza kuchambua na kutafsiri mawazo ya binadamu kwa usahihi mkubwa sana. Moja ya madhumuni makuu ya kuunganisha akili za binadamu na kompyuta ni kutatua matatizo ya kiafya, hasa magonjwa ya ubongo. Teknolojia ya BCI inaonekana kuwa na uwezo wa kutibu magonjwa ya ubongo kama vile Parkinson's disease, Alzheimer's, pamoja na stroke. Kwa mfano Neuralink na kampuni nyingine zinazoshughulikia teknolojia ya BCI zinajitahidi kutengeneza vifaa ambavyo vinaweza kusaidia watu waliopooza kudhibiti mifumo yao ya mwili kwa mawazo yao tu. Hii itawapa uhuru mkubwa watu wenye ulemavu na kuongeza maisha ya ubora kwa wale wenye magonjwa ya ubongo. Aidha, wataalam wanachunguza jinsi ya kutumia teknolojia hii kutibu matatizo ya kisaikolojia kama vile unyonge wa akili pamoja na depression. Teknolojia ya BCI inaweza kutumika kuimarisha shughuli za ubongo zinazohusiana na hali ya kiakili na kuboresha afya ya akili. Pamoja na maendeleo yote haya, bado kuna changamoto nyingi sana zinazohusiana na uhusiano wa akili za binadamu na kompyuta. Moja ya masuala makuu ni suala la usalama. Wanasayansi wanajitahidi kuhakikisha kuwa teknolojia hizi hazitumiwi vibaya au kuhatarisha usalama kwa watu. Kwa mfano, masuala ya faraga na ulinzi wa mawazo ya mtu ni muhimu sana kuwekewa usalama zaidi. Pia masuala ya maadili yanazidi kuibuka. Je, ni sahihi kuwa na teknolojia inayoweza kutafsiri mawazo ya mtu bila idhini yake? Je, itakuwa salama kuunganisha ubongo na kompyuta na kuweza kubadilisha shughuli za kisaikolojia? Maswali haya yanahitaji majibu ya haraka na umakini. Juhudi za wanasayansi kuunganisha akili za binadamu na kompyuta ni hatua muhimu katika maendeleo ya teknolojia. Kwa kupitia tafiti hizi, tunaweza kuona mabadiliko makubwa katika matibabu, ustawi wa akili na jinsi tunavyotumia teknolojia. Hata hivyo, kama ilivyo kwa kila ufumbuzi, teknolojia hii inahitaji usimamizi wa makini na majadiliano ya kimaadili ili kuhakikisha kuwa inatumiwa kwa faida ya binadamu na si vinginevyo. Tukiendelea na maendeleo haya dunia inakaribia kufikia kipengele cha kipekee cha uhusiano wa binadamu na teknolojia. Naomba nikomee hapa tu. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifolo kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.